Sasa Mau, hili ni banda ili ni banda la jirani, jirani yangu ili na yeye anataka kuweka vifaranga. Sasa alikuwa ameniambia ni kutumia hili, ili ili umshauri, ili umshauri namna ya ku namna ya kufanya kwamba kama, lakini hatujafanya serious hii ni ya nyumbani, tunataka kwa ajili ya nani lakini sasa hao mia nawataka kuwachukua nataka niwaweke, taka niwaweke hapa, taka niwaweke hapa, na huku ndo ndani, asinaona alivyo, kundo ndani chini pako hivi yeah. la, la kwako? Sawa. Alafu Sa, nakutumia na banda la jirani na yeye anataka kuweka vifaranga vyake afu utaa naye utamwelekeza ili hapa ndo nataka niweke wewe faranga 100 kwa hiyo nipe maelekezo ya kutosha.